Mungu ametupa nafasi tena. Tunaendelea na tafakari yetu ya Zaburi ya thelathini na moja, na leo tunatafakari aya ya tatu katika Zaburi ya thelathini na moja aya ya tatu, tunaandikiwa maneno haya, Biblia nasema hivi: ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Maneno haya ni maneno ya kutia nguvu sana. Daudi anaangalia vita anazopigana, maneno haya ni maneno ya kivita. Uh, ni maneno ya kutazama hali ya porini unapopambana na adui. Anapozungumza genge, anazungumza canyon, ni kama mashimo makubwa ya kujificha yenye kuta za udongo huku na huku, mahali ambapo pengine maji yalichimba sana, pakawa na njia inayoweza kupita kundi kubwa la watu. Haya ndio yanaitwa magenge. Kwa hiyo anasema wewe ndiwe genge langu, alafu na ngome yangu mahali ninapoweza kupata usalama, mahali ninapoweza kuhifadhiwa. Anasema, kwa ajili ya jina lako uniongoze unichunge, kwa ajili ya jina lako uniongoze unichunge. Mungu amwongoze, sio kwa ajili ya matakwa aliyonayo yeye, sio kwa ajili ya kiu na hamu alizo nazo yeye, sio kwa ajili ya tamaa alizo nazo yeye, lakini Mungu amwongoze kwa ajili ya jina lake. Mungu amchunge kwa ajili ya jina lake. Hakuna kitu kizuri kama unapita kwenye mapito alafu Bwana akajitukuza kwenye hayo mapito, akajidhirisha na kuonekana kwenye hayo mapito. Hiyo ni baraka kubwa, ni heri kubwa, ni ni ni nguvu kubwa kwako, kwa sababu ni Mungu mwenyewe atakuwa anapigana, ni Mungu mwenyewe atakuwa anapambana. Ndio maana Daudi anasema kwa ajili ya jina lako uniongoze unichunge, isiwe mkono wangu kutafuta utukufu wangu bali iwe ni kwa ajili ya jina lako. Kwa sababu hiyo, lazima Mungu adhihirishe utukufu wake, lazima Mungu apigane hiyo vita na kuleta wokovu. Na wewe Mungu akutendee vivyo kwa ajili ya jina lake. Mungu akuongoze kwa ajili ya jina lake, Mungu akuchunge na tuombe. Bwana Yesu, tunakusifu tunakutukuza, asante kwa neema yako na kwa nguvu zako, na kuomba Bwana ukawe genge, ukawe ngome kwa mtumishi wako huyu, ukamwongoze e Bwana kwa jina lako, ukamchunge kwa jina lako Kasimamishe pembe ya utukufu, jitwalie utukufu kwa maisha yake. Angalia vita zinazoinuka kwenye maisha yake, watu wote wanaoinuka e Bwana kumshambulia. Bwana ukajitwalie utukufu, ukapigane wewe kwa ajili yake, ukampe neema na fadhili zako, zikawe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Asante sana kwa kuweza kuungana nasi. Baraka ya Bwana iwe juu yako.